Tumekuwa na kipindi cha Kwaresma, tunaendelea nacho na tunakaribia tamati ama kilele chake, na jumapili hii ijayo hii tunaanza juma kuu. Juma kuu ni siku za mwisho zinazoelekea Pasaka, na zinaanza na Jumapili ya matawi ya mitende ama ya makindu ambayo Wakristu wakatoliki wanajumuika mahali pamoja wawe na msafara kuelekea kanisani. Hii huwa ni ishara ya ukumbusho wa jinsi Kristu alivyoingia Yerusalemu akiwa amekalia mwanapunda, ya kwamba watu wanabeba matawi wakimshangilia kwamba yeye ni mfalme wa amani. Wiki hii ndio tutatafakari zaidi kwa karibu sana juu ya mateso ya Kristu. Tujue ya kwamba mateso ya Kristo na kifo chake na baadaye ufufuko wake ndio ulituletea sisi ukombozi. Kwa hivyo, Wakristo wote wanaalikwa wakaweze kutafakari juu ya uhusiano wao na Mungu na uhusiano wao na wenzetu, na yale mateso ambayo Kristo alipitia kwa ajili ya dhambi zetu, nasi tuweze kukiri makosa yetu tunaposhiriki juma hili basi tuweze kupata faida ya uponyaji na ukombozi tutakaposherehekea Pasaka. Wanafunzi wetu wamerudi nyumbani, wale wa shule za msingi na shule za upili. Licha ya ufupi wa likizo hii waweze kujihusisha na mambo ambayo yatakuwa yanawajenga wao wenyewe na pia kutujengea jamii wanaposhirikiana na wazazi katika kazi, hususan saa hii kuna upanzi na ukulima. Wasijiweke bure, bali wahusike. Alafu pia wapate muda kidogo wa kujihusisha na masomo yao, kufanya marejeleo, licha ya kwamba kuna usaidizi wa basaris kutoka kwa serikali, ingawa wamepunguza Tunahitaji, tunatia pia wazazi moyo wajikakamue, ili wanao wakirudi shuleni waweze kubaki shuleni, ili wasome, wasiwe mara nyingi njiani.